Mtazamaji wa Ukaguzi Online TV, tunapenda tukaribishe basi katika kipindi hiki maalum kabisa ambapo leo tunakwenda kuzungumza na mratibu wa kituo cha mafunzo cha Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kinachofahamika kama National Audit Academy. Leo tunaye e, katika studio zetu kwa njia ya mtandao e, Dr. Frank Sina ambaye atatueleza mambo mazuri kabisa yanayokuja kuhusiana e, na kituo hiki cha mafunzo cha Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi. Basi Dr. Frank Sina, nipende kukaribisha angalau e, useme mawili matatu ili e, watazamaji waweze kukusikia. Karibu sana Dr. Sina, alafu tutaweza kuendelea. Asante sana ndugu Mauki, nimefurahi sana kuwa sehemu ya kipindi chako kwa ajili ya kuelimisha umma kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na ofisi yetu. Asante sana. Naam, Dkt. Sina, tuanze basi kipindi chetu hiki eh, kwa kuweza kuzungumza ni yapi basi ambayo ungependa kuwashirikisha wadau eh, wa Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi, kwa maana ya wadau wa ndani na wadau wa nje waweze kufahamu maendeleo ambayo tayari eh, yamekwisha fanyika, lakini mipango gani basi ambayo eh, umeiandaa kwa siku za usoni. Karibu sana Dkt. Sina. Nashukuru sana sana ndugu Mauki. Uh, kama ulivyosema hapo awali ni kwamba ofisi yetu imekuwa na mchakato wa kuanzisha kituo cha mafunzo na tunashukuru Mungu mwaka elfu mbili ishirini na tatu kituo chetu kilianza rasmi, na, na tulianza kwa kufanya uh, branding na kupata jina na kufanya usajili kwenye mamlaka zinazohusika na, na, na, na mambo hayo na tulipewa jina la National Audit Academy kwa hiyo ni training center lakini jina lake la kibiashara tunaita National Audit Academy kwa kifupi ni NAA. Kwa iyo, uh, anza, na kwa hiyo kituo chetu kimeanza na tunaendelea na shughuli mbali mbalimbali tangia mwaka 2023. Um, tulianza kama kituo kidogo kikiwa na timu ya uratibu wa uanzishaji na mimi nilipata bahati ya kuwa kama mratibu wa kituo na msimamizi wa shughuli za kituo, kazi ambayo naendelea nayo mpaka sasa hivi. Uh, tulianza kwa kupata uzoefu wa taasisi nyingine wanafanyaje, walianzishaje, programu gani wanaziendesha, changamoto ni gani wanazipata, na mambo kadha wa kadha ambayo yanahusiana na kwa ujumla uendeshaji wa taasisi kama hizo. Kwa tulipata uzoefu wa ndani na nje ya taifa letu kuhusiana na uendeshaji wa academies. Tangia tumeanza tumefanya tume, tume, tumefanya mambo unaweza kagaya katika sehemu kubwa mbili ya kwanza ni institutional development, lakini ya sehemu nyingine ya pili ni uh, facility development. Kwenye institutional development hapa, tumekuwa tukitengeneza mfumo au uh, utaratibu wa uh, kuendesha academy e, na tumeandaa uh, roadmap ya uanzishwaji na tunaitekeleza sasa baada ya kupata approval ya uh, ofisi yetu. Ulikuwa ni upande wa institutional development, lakini vilevile vile kwenye institutional development, tulianza kuendesha program mbalimbali zinazohusiana mbali, eh, na mahitaji ya watumishi wetu kwa kutumia training need assessment ambayo ilikuwepo, lakini pia kwa kufanya survey mbalimbali mbali ya mahitaji ya, ya, ya, ya mafunzo kwa watumishi wetu. Kwa hiyo tulianza kuendesha mafunzo kwa njia ya mtandao zaidi ambapo tumekuwa tume na program mbalimbali mbali zikishirikisha watumishi wetu wa ndani na kwa ujumla wake, nadhani hadi sasa hivi tumefikisha program zaidi ya thelathini zikiwa zina participation ya watumishi uh, zaidi ya elfu nne kwa session, kwa session kadhaa. Labda niseme landmark kabisa, landmark ya program zetu ilikuwa ni kuendesha the first ever CPD programs kwa watumishi wetu wenye CPA ambayo ilikuwa ni full online. Uh, na the first time ever kuendeshwa Tanzania kwa kushirikiana na NBA ambapo pia mafunzo yale yaliendeshwa yali, yali kwa, kwa kuangalia mahitaji ya uhalisia ya watumishi wetu katika kazi zao za ukaguzi, lakini kwa kutumia wawezeshaji wa ndani pamoja na wabobevu wa kutoka nje kama tulivyoshauriwa na NBA na kukubaliana. Kwa hiyo ilikuwa ni moja ya mafanikio makubwa sana ambayo tunajivunia pamoja na programu mbalimbali mbali ambazo tume tumeendesha kwa ujumla wake. Lakini katika hichi kipindi tume tumefanya pia international seminar ikijumuisha e, actually seminar mbili zikijumuisha washiriki kutoka mataifa zaidi ya 24 wanaongea lugha zaidi ya moja, kwa kuna wanaongea Kiingereza na Kifaransa na tulifanya live translation, na tunashukuru kwa kweli imetusaidia kuitangaza National Audit Academy kimataifa na tumepata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wadau mbalimbali. Dkt. Sina labda sasa e, tukiwa tunasema kwamba tunazindua msimu mpya wa mafunzo, je, e, yapo maeneo ya vipaumbele katika utoaji wa mafunzo labda yatakuwa yakitolewa na yapi ambayo yatakuwa yanaendelea? Kuelekea wiki ya National Audit Academy, tutakuwa na uzinduzi rasmi wa upgraded version ya National Audit Academy Resource Center ambapo imepangwa vizuri zaidi na mwonekano mzuri zaidi imekuwa user friendly na uh, uh, sasa inakuwa bora zaidi kulinganisha na tulivyoanza. Dhana ya kuanzisha wiki ya, ya academy, ni kuwezesha ku kuazimisha uh, msimu mpya wa mafunzo uh, kwa njia ya mtandao na, ma, na mafunzo mengine yanayoendeshwa na ofisi uh, mara baada ya kazi za ukaguzi uh, kupungua kidogo wake huwa ziishi ila zinapungua kidogo. Kwa hiyo tunavyoelekea kumaliza kazi za ukaguzi kwa watumishi wengi, eh, sasa tunaona ni fursa ya watumishi wetu kupata kujengewa uwezo na kupata elimu na ujuzi zaidi kidogo kwenye masuala mbalimbali. Kwa hiyo tumeanzisha wiki ya akademi kama adhimisho, kuadhimisha msimu mpya wa mafunzo. Na kwa mkao tuseme, hii ndio mara ya kwanza hata gia tumeanza tutakuwa tunaadhimisha tuna kuanzia tarehe kumi na sita mpaka tarehe ishirini na kutakuwa na matukio mbalimbali e. Siku ya kwanza tutakuwa na kuzindua kama nilivyosema resource center ya ya National Audit Academy ambayo imekuwa upgraded. Siku ya pili tutakuwa na tukio la kipekee kabisa la kukabidhi eneo kwa mkandarasi e, na kufanya uzinduzi wa Green Campus Initiative kwa kupanda miti michache halafu pale kwenye eneo letu zoezi hilo litafatiwa na upandaji endelevu wa miti na kufanya eneo lile liwe la kuvutia na la kisasa kama nilivyosema. Uh, baadaye baada ya mkandarasi kupaweka vizuri zaidi, na kati kazi za ujenzi zinaendelea, bali seme lengo letu ni kupanda miti mia tano kwenye campus tunaweka 33.3 na Green Campus Initiative imelenga kwa kiasi kikubwa kuifanya lile eneo liwe la kijani, lakini pia mtu akiingia mle ndani asiwe na interaction kwa kiasi kikubwa sana na mazingira ya nje, ame, amezunguka kama yuko polini fulani hivi, kwenye utulivu zaidi kwa ajili ya kusoma. Kwa hiyo, hiyo itakuwa ni endelevu na tutawalika watumishi kadri tunavyopata fursa ikiwepo wakati wa baraza na vikao vya kitasisi. Uh, lakini tarehe kumi na nane tutakuwa na tukio la, la, mafunzo mafunzo ya ufahamu juu ya dira ya Taifa elfu mbili na hamsini, kama jambo la kitaifa, lakini pia tutakuwa na upata uelewa kidogo kuhusiana na kitu kinaitwa jamii namba, kwa tunaomba sana watumishi wetu washiriki haya ma... mafunzo bila kukosa. Tarehe kumi na tisa tutakuwa na semina ya kipekee kuhusiana na haki na wajibu huko watumishi. Kwa watumishi, najua sisi ni watumishi, wakati mwingine tunafahamu mambo fulani mengine, hatujui kuna haki zetu sasa wenzetu wa HR wamesema no, lazima this time watu wote wajue haki zao e, lakini wajue pia na wajibu wao. Na siku ya mwisho asubuhi saa tatu mpaka saa sita tutakuwa na wenzetu kutoka utumishi wakitukumbusha kusana maadili ya utumishi wa umma, lakini pia mchakato wa kushughulikia malalamiko katika utumishi wa umma. Baada ya hapo, tutaendelea na ratiba za, za mafunzo kadri zitakavyotangazwa na kadri ratiba itakavyokuwa inatoka kila wiki. Kwenye msimu huu wa tatu wa mafunzo tunategemea kuwa na mfululizo wa mafunzo katika maeneo kadhaa. Tutakuwa tuta, na masterclass ya communication skills ambapo tutawafundisha watumishi wetu. Actually sio kuwafundisha, ni kuwakumbusha kwa sababu wote wamefundishwa tayari. Masuala mbalimbali ya mawasiliano, tutaanza na sera za mawasiliano ya ndani, utaratibu wa mawasiliano ya ndani. Lakini tutakuja kwenye mawasiliano ya personal jinsi gani tunavyo interact kama sisi watumishi wa umma na hata na wadau tu wa nje na maisha binafsi, lakini muhimu zaidi tutawakumbusha mawasiliano na wateja wetu wa ukaguzi, kazi zetu za ukaguzi, vikao, jinsi ya kuwasilisha mada kwa wadau wa bunge, wa bodi uh, na masterclass nyingine ya artificial intelligence ambapo tutatumia fursa kuwakumbusha watumishi na kuwaelekeza na kushea uzoefu wa kutumia watumishi, watumishi wetu wanaofahamu kidogo, lakini na wadau waliobobea wa nje kuhusiana na matumizi ya artificial intelligence kwenye masuala ya ukaguzi na sehemu nyingine Risk, opportunity na future. Kwa hiyo lazima sisi kama nilivyosema tuwe mbele kidogo ya wadau wetu hilo uh, ni eneo jingine ambalo tutalifanyia kazi kwa msimu huu, lakini kutakuwa kuna mawasilisho ya masuala kidogo ya kiufundi, masuala ya standards ambazo zimebadilika zime updation na implication yake na mambo mengine ambayo tutakuwa tukiyatolea uh, utaratibu wake kadri tunavyoenda. Msimu wetu unaanza mwezi wa pili na utaenda mpaka mwezi wa tano au sita na tutakuwa na kila baada ya wiki au kila wiki akuwa na program ya masaa mawili matatu ya mafunzo kwa njia ya mtandao. Asante sana Dr. Sina hakika unastahili kupongezwa ha, kwa kazi nzuri pamoja na timu yote ambayo mnashirikiana katika kuhakikisha kwamba gurudumu la National Audit Academy eh, linasonga mbele. Tunamshukuru sana Dr. Frank Sina eh, kwa maelezo yale mazuri, Dr. Asante sana na tunawatakia watazamaji wetu kila la heri. Endelea kutufuatilia basi katika mitandao yetu ya kijamii e, mtandao wa X mtandao wa Instagram e, hapa e, Ukaguzi online TV. Hadi wakati mwingine nipende e, kukushukuru na nikutakie siku njema mtazamaji wetu, na kila la heri hadi wakati mwingine. Asanteni sana.